Hebu sasa mtazamaji, tuangazie taarifa ambazo zinafungamana na masuala ya elimu na Wizara ya Elimu imeondolea mbali wasiwasi miongoni mwa wazazi kufuatia madai ya kuongezwa kwa karo za shule ya sekondari za umma. Waziri wa elimu ambaye ni Julius Migos Ogamba amepuzilia mbali ripoti kwamba karo hizo zimeongezwa kwa zaidi ya shilingi elfu sita, akisema kwamba madai hayo ni ya uongo na ni ya kupotosha. Shule zinapojiandaa kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo wiki ijayo, wizara ya elimu inasema mafunzo yataendelea bila ya kuwapa wazazi mzigo wa karo. Kwenye taarifa, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba aliyoimiza wazazi wapuuze ripoti kwamba watahitajika kulipa shilingi 9,374 zaidi, akisema ripoti hizo ni za kupotosha. Kulingana na Ogamba, kiwango hicho cha karo kiko kwenye toleo nambari 555 la gazeti rasmi la serikali la mwaka 2015 lililo wahitaji wazazi kulipa shilingi 9374 nayo serikali kumlipia kila mwanafunzi shilingi 12870 kila mwaka. Hata hivyo, kufuatia utekelezaji kikamilifu wa elimu bila malipo katika shule za sekondari za kutwa, serikali iliongeza ruzuku yake ya karo hadi shilingi 22244 kwa kila mwanafunzi kwa mwaka na kuondolea wazazi karo ya masomo. Alisema arifa hiyo ni ya kuthibitisha kwamba karo ya masomo katika shule za sekondari za umma inalipwa na serikali. Wizara imeongeza kwamba elimu ya sekondari bila malipo inawahusu wanafunzi wote wa shule za kutwa na za mabweni. Kuhusu malipo ya malazi, wizara ya elimu inasisitiza malipo hayo hayajaongezwa shule za sekondari za mji zinatozwa karo ya shilingi 53554 nazo zingine zikitozwa karo ya shilingi 40535 ila hali shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum zikitoza shilingi 12790. Wizara vilevile ilipuzilia mbali wasiwasi wasi kwamba mfumo mpya wa elimu wa c c4 unatoza karo mpya. Alionya kwamba shule yoyote itakayopatikana ikitoza karo ambazo hazijaidhinishwa itachukuliwa hatua. Joseph Wahungu,